Naam, mtazamaji e, bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo vimehappen bwana, huko mtandaoni ni huyu muigizaji wa jua kali anayefahamika kwa jina la Sophie ambaye yeye bwana e, kuna kitu ambacho alikifanya ambapo kwa namna moja au nyingine kiliwachukiza watu wengi sana. Huyu Sophie, yeye hivi ye, karibuni, bwana, siku ya jana ilikuwa ni siku yake ya birthday, na kwa mujibu wake mwenyewe alifanya mahojiano na moja kati ya chuo kituo cha televisheni ambapo humo katika mahojiano hayo alizungumzia kuhusiana na watu ambao yeye amewaalika na kwa mujibu wake yeye kwa maneno yake akasema kwamba yeye hajaalika wanuka mkojo na maneno mengine kibao ya kashfa. Umeona bwana, eh? So hiki ni kitu ambacho kimewakera watu wengi sana, baada ya huyu bidada kuonekana au kusikika akisema kwamba ukiona kama wewe hajakualika kwa namna moja au nyingine, basi wewe ni mnuka mkojo. Kwa hiyo yeye akidai kwa, kwamba yeye katika pati yake amealika mastaa tu, haja hajaomba mchango wala nini, amealika watu ambao wanaojitambua marafiki zake wanaojiweza na vitu vingine kama hivyo, na akatilia mkazo kwamba hajaalika wanuka mkojo. Sasa hizi ni kauli ambazo zimewakera watu wengi sana, wenzangu sijaweka nuka mikojo, sijui unanielewa ya yeah. So hizi ni kauli ambazo zimewakwaza watu wengi mno huko mtandaoni ambapo watu wengi sana waliamua kumdondoshia matusi, lakini wengine wakaz, wakadai kwamba alichokifanya sio jambo la busara, anapaswa kuomba radhi na mambo mengine kadha wa kadha. Hivyo basi, bidada huyu bwana siku ya leo amevaa kiheshima, amejifunga kilemba, amevaa zake dela, then aka rekodi video na hii video pia imeenda viral baada ya ile interview ambayo alisema kwamba ye katika birthday yake hajaalika wanuka mkojo, na akasema kwamba kama unaona yeye hajakualika katika pati yako E, basi huna hadhi. Umeona eh? So hicho ni kitu ambacho kimewakwaza watu wengi sana kwa sababu hata katika hiyo party watu wengi sana hawana hata habari kwamba eh, ni party ya nani na inafanyika wapi, na kuna nini kinaendelea na wengine hata hawamfahamu huyu ni nani. Huyu bwana, lakini kwa mujibu wa vitu ambavyo vina vimefuatiliwa kuwekwa wazi huko mtandaoni, ubidada bwana ni mwigizaji Sofi, yaani mwigizaji wa tamthilia ya Jua Kali. Umeona bwana, so baada ya kuzungumza hivyo, watu wengi sana ambao hawajaalikwa wakaona kabisa kwamba ina maana kwamba ambao hawajaalikwa ni wengi, ina maana kwamba hata heshima wenye wasifa wao hapa Tanzania, ina maana kwamba kama hawajaalikwa na wengine pia ni vinuka mkoje. So ni kitu ambacho kiukweli kimeibua contradiction kubwa sana, kwa hiyo binti ikabidi aombe radhi, na leo na ameomba radhi hapa. Kuna video ambayo amejirekod akiwa anaomba radhi kuhusiana na kauli ambayo aliitoa jana katika interview ambayo ilienda viral. Msikilize hapa akiomba radhi.

kuongea vitu ambavyo sio vizuri. Kwa mfano, nilisema kwamba mimi natembea na mume wa mtu na amenivalisha pete, naomba nikiri kwenu Watanzania wenzangu na mashabiki zangu kwamba mimi sitembei na mume wa mtu, mimi niko single, sijavalishwa pete ya ndoa, hii ni pete yangu tu. Ya pili nilisema vile Kamkojo sikualika kwenye birthday yangu. Ninaomba radhi sana. Ninaomba mimi habari nie mashabiki zangu, izazika Sofia, niombe radhi belikimeti yangu tamata mbili, pamoja na familia yangu kwa pamoja. Nimeizalilisha kampuni na nimejizalilisha mwenyewe, ninaomba samahani kutoka kwenye ufungo moyo wangu kwamba mtuona anafanya interview tofauti mbaya kama ile, na ikiwezekana hata mimi ambazo, so, nimefanya hizo interview, ningeomba msifute, kwa sababu mimi pia ni mama, vitu vinaishi. Naomba radhi, naomba, naomba mnisamee. Nimeokosea Watanzania, nimeokosea mashabiki zangu. ya so hicho ndicho alichokizungumza mwanadada huyu. Baada ya hayo yote yaliyotokea, una kipi cha kuzungumza? Weka maoni yako katika comment section, ndio tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.